Uhusu ufaulu kwa jinsi kati ya watahiniwa laki526620 waliofaulu wasichana ni 278108 sawa na asilmia943 ya waliofanya na wavulana ni laki mbili, 48, 115, 12, sawa laki 95.8 ya waliofanya. Aidha, kati ya waliofaulu wasichana ni aslm53 na wavulana ni aslm47. Kwa kuangalia ubora wa ufaulu ambapo tunazingatia waliopata division 1 waliopatadvsn 1,3 wavulana ni laki moja thelathini na tano elfu mia sita sabini na sita sawa na asilimia hamsini na mbili nukta tatu ya waliofanya, na wasichana ni laki moja kumi na tisa elfu mia saba ishirini na nane sawa na asilimia arobaini nukta tano nane ya waliofanya. Kati ya watahiniwa wote laki mbili na hamsini na tano elfu mia nne na nane waliopata division one, two na three, wavulana ni asilimia hamsini na tatu na wasichana ni asilimia arobaini na saba. Hivyo wasichana wamefaulu wengi zaidi kwa asilimia sita kuliko wavulana na wavulana wamefaulu vizuri zaidi kwa asilimia sita kuliko wasichana. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha <coughs> civics, history na geography, takwimu zinaonyesha kuwa masomo haya yameendelea kupanda kama ilivyokuwa mwaka 24 ambapo somo la history limepanda kwa asilimia 4.87 na kufikia ufaulu wa asilimia 78.23. Geography imepanda kwa asilimia 7.55 na kufikia asilimia 79.46, na civics imepanda kwa asilimia 1.32 na kufikia asilimia sabini na moja, nukta sita, sita. Mwaka ishirini na nne history ilipanda kwa asilimia kumi, nukta moja, sita geography ilipanda kwa asilimia saba, nukta tano, tisa na civics ilipanda kwa asilimia mbili, nukta tano, moja Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia tisini na saba, nukta nane, mbili Kwa somo la English language ufaulu, ufaulu wake umepanda kwa asilimia tatu, nukta tatu, tisa, na kufikia asilimia sabini na tisa, nukta nne, nane mwaka 24 ufaulu wa somo la English language ulipanda kwa asilimia saba. Kwa upande wa masomo mengine ya lugha ufaulu wa French language umepanda kwa asilimia saba na kufikia asilimia 82.9. Ufaulu wa Chinese language umepanda kwa asilimia 14.3 na kufikia asilimia 93.43, na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia 17 na kufikia asilimia 50.62. Kwa masomo ya science takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la chemistry umepanda kwa asilimia 0.52 na kufikia asilimia 96.88. Physics imepanda kwa asilimia 10.06 na kufikia asilimia 88.04 na Biology imeshuka hadi kufikia asilimia 65.7. Ufaulu wa masomo mengine ya science nao uko vizuri, ambapo Engineering Science ni asilimia 86.12 86, Agriculture asilimia 94.81 Information and Computer Studies asilimia 95.52 tano, tano. Additional Mathematics asilimia 95.91 na Food and Human Nutrition asilimia mia moja. Kwa upande wa somo la Basic Mathematics, ufaulu umeendelea kuwa chini ya wastani kwa mwaka 2025 kama ilivyokuwa mwaka 24, 23 na 22. Hata hivyo, ufaulu wa somo hili kwa mwaka 25 umepanda kwa asilimia moja nukta moja na kufikia sasa asilimia 26.45 kwa masomo ya biashara, ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95.06, na kwa somo la bookkeeping umeshuka kwa asilimia 14.02 na kufikia asilimia 74.25. Ufaulu kwa masomo ya utamaduni, sanaa na michezo umeendelea kuwa mzuri ambapo somo la theater arts ni asilimia 97.61, music asilimia 96.67, physical education asilimia 96.29 na fine art ni asilimia 84. Kwa upande wa masomo 13 ya ufundi ufaulu ni mzuri na upo kati ya asilimia 81.22 hadi asilimia 100. Kwa upande wa masomo ya dini somo la Bible knowledge ni asilimia 97.34 na elimu ya dini ya Kiislamu asilimia 85.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake kuendelea kuwa juu ya wastani. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea, Takwimu zinaonyesha waliofaulu ni 16794 sawa na asilimia 73.83. Mwaka 2024 watahiniwa kujitegemea waliofaulu walikuwa 15703 sawa na asilimia 62.51. Hivyo, ufaulu watahiniwa kujitegemea umeongezeka kwa asilimia 11.32 ikilinganishwa na mwaka 2024.